Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tunaenda kujifundisha kuhusu e, utaratibu wa maombi ya kujibiwa, utaratibu wa maombi ya kujibiwa, na neno letu linatoka katika kitabu cha Mathayo mlango wa sita kuanzia mstari wa tano, Mathayo mlango wa sita kuanzia mstari wa tano hadi mstari wa nane, kitabu cha Mathayo mlango wa sita kuanzia mstari wa tano hadi nane, ambapo inasema hivi: Tazama msalipo, msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Yaani tusiwe na hali ya wale wanafiki. Kwa hivyo, kuna watu katika maombi, ukiona maombi yako hayajibiwi wakati mwingine pengine unaweza kuwa ni mnafiki ndani katika maombi yako. Yani unataka kuomba, kuomba kwa, yani uombe uonyeshe watu ya kwamba wewe unajua, hata unaenda mpaka kwa ndimi, yani kuonyesha watu ya kwamba wewe unaelewa kitu fulani hivi na hivi na hivi. Sikatai ndimi, lakini ninasema kama hauna utaratibu, hayo maombi ni bure, hayo maombi ni bure. Neno linasema eh, katika mstari mstari wa sita mstari wa sita inasema hivi, bali wewe usalipo ingia katika chumba chako cha ndani na ukisha, ukisha fun, kufunga mlango wako usali mbele za Baba Baba yako aliye sirini, naye Baba yako aonaye sirini atakujazi. Neno linatuambia vizuri. Tuingia katika kuingia katika chumba chetu cha ndani. Kuingia katika chumba chetu cha ndani kinamaanisha nini? Wewe ndi unajielewa katika maisha yako, unajielewa ni mambo gani ambayo unafanya ambayo yanamchukiza Mungu. Unapoingia katika chumba chako, ni kuangalia ndani katika mambo ambayo huenda yanakutaabisha katika maisha yako, maana ni wewe tu mwenyewe ndi unajua. So unapoingia pale, neno linasema kwamba ufunge mlango mlango ni kutosikia sauti za wanadamu, wale ambao wanakuambia kwamba hata uombe hauwezi faulu. Ni kutosikia hizo sauti, na hapo takuwa unazingatia utaratibu wa maombi ya kujibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Pia neno linasema mstari wa saba, mstari wa saba unasema, nanyi mkiwa katika kusali msipayuka payuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno ya kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Yaani kuna watu wanasema kwamba ukitaka Mungu akusikia kuwa na maneno mengi ndio Mungu akusikie. Nataka nikuambie mpendwa kuwa na lengo na kuwa na imani kwa kila ambacho unaomba mbele za Mwenyezi Mungu. Na tuwe na utaratibu katika maombi hayo. Taja kitu ambacho unataka Mungu akufanyie na yeye atakufanyia Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mstari wa nane unasema Msifanane na hao maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamujamuomba. Yani, wakati unapoenda mbele za Mwenyezi Mungu, Mungu tiyari anakuanga amejua. Hakuna haja ya kwamba yani uanze kujitaabisha ati sasa nitasema nini nikiwa mbele za Mwenyezi Mungu. Tiyari anajua kila ambacho unataka kufanya nini unataka kuomba Bwana Yesu asifiwe. Hata kabla uende kwa mchungaji wako, uende kwa nabii wako ambaye wewe unamwamini, hata kabla uende, kitu cha kwanza unajihoji ndani ya moyo wako, na ujue ya kwamba kila ambacho utakitaja kitasikiwa tu, hata kabla kabla huyo muumbaji ama mnenaji ama nabii akuombee. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maombi mengine tena ambayo yalikuwa yalijibiwa kwa kufuatana na huyu mama anayeitwa Hana katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa kwanza kuanzia mstari wa kumi na tatu hadi, hadi kumi na tatu hadi kumi na tano Neno lini aniambia ya kwamba basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilikuwa ikionekana kama ananena, sauti yake isisikiwe kwa hiyo Eli alidhania kuwa amelewa. Yaani, kuna mambo, ndio maana neno linasema kwamba tuingie katika chumba chetu cha ndani, mambo yetu. Unapoomba si lazima upayukapayuke, enda katika siri na Mungu atakusikia maana Mungu hakuna mahali ambapo hafiki, hata ndani ndani anafika, ndani katika siri ya moyo wako anafika na na kujibu. Mstari wa kumi na nne, ndipo Eli akamwambia je, utakuwa mlevi hadi lini? Achilia mbali divai yako. Angalia Eli yeye alidhania ya kwamba Hana alikuwa mlevi, lakini alikuwa amejimwaga mbele zake Mwenyezi Mungu akitaka Mungu amjibu. Mstari wa, wa kumi na tano Hana akajibu akasema hasha, bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni, mimi si kukunywa divai wala kileo ila nimemimina roho yangu mbele zake Bwana. Angalia maombi ya kujibiwa wakati unapomiminisha, yani, roho yako umeiweka mbele zake Mwenyezi Mungu kwa uaminifu, si ati kwa kwa mtu kukwambia fanya hii faa fa, kwa uaminifu wako, maana wewe mwenyewe ndo unajua haja ya moyo wako. Unapomiminishwa mbele zake Mwenyezi Mungu roho yako, naye Mungu anakusikia. Hana aliomba akasema ya kwamba ombi lake lilikuwa apate mtoto na hakutaka tu mtoto tu bali alitaka mtoto mwanaume. Kwa hivyo alikuwa specific kwa ombi ambalo alikuwa naomba. Kuwa na haja na ombi lako na uliwasilishe mbele zake Mwenyezi Mungu. Naomba, najua ya kwamba hili neno litakubariki na litakuandaa na utajua jinsi ya kuomba maombi ya kujibiwa. Mbarikiwe sana. Ninapoomba Baba katika jina la Yesu wewe ni Mungu na wewe ni mwaminifu, tenda ishara na miujiza kupitia katika hili neno. Tumefundishana kuhusu maombi ya kujibiwa, na nina imani ya kwamba kuna watu unaenda kujibu kuanzia saa hii, maana wewe ni Mungu na wewe ni mwaminifu. Ni kwa Yesu naomba na hata kuamini. Amen, amen, amen. Wapendwa, Mungu awasaidie katika ombi hili, na Mungu atawajibu kwa imani. Barikiweni sana. Amen, amen, amen. Shalom shalom, shalom.